Watu wasiojulikana wamechukua mtoto wa kiume mwenye umri wa wiki mbili katika mtaa wa Iyela 1 kata ya Iyela jijini Mbeya na kutokomea naye kusikojulikana tangu Aprili 29, mwaka huu. Akizungumza na wanahabari, mama mzazi wa mtoto huyo anayejulikana kwa jina la Neema Gaspar amesema siku ya tukio majira ya saa kumi na mbili jioni alitembelewa na dada yake, wakati anarejea baada ya kumsindikiza hakumkuta mtoto huyo ambaye alimwacha sebuleni aj anaitwa Neema Neema Gaspar, mkunywa naishi Iyela. Nimeibiwa na mtoto wa kiume, ana wiki moja na siku saba. Ilikuwa majira saa kumi na mbili, dadangu alikuja kuniona, nikwake, anajifunza kwake saluni. Alikuja kuniona kunitembelea, alikuja kumuona mtoto alikuwa mida saa kumi na mbili akaja, tukakaa sebuleni, mtoto alikuwa amelala chumbani. Alivokuwa me melala chumbani, tukawa sebuleni, tukaongea mawili matatu, akaja mke mwenzangu yule pa, akaongeaongea akatoka, akato, akatuacha mimi na dada yangu. Mtoto akaamka chumbani, nikamchukua nikatoa na gododogo, nikambadilisha, nikamnyonyesha, nikamlaza, ndo dada akaa anataka kuondoka nikamsindikiza ninavyorudi, nikakutana na babake hapo kwenye kona, akaniuliza mtoto yuko wapi? Nikamwambia mtoto nimemwacha sebuleni amelala, akaniambia mbona mtoto hayupo? Nikarudi, tukarudi ndani kumwangalia, kweli mtoto hatukumkuta, ndo tukaanza upelelezi mpaka saa hivi mtoto hatujampata. Tulianza kumtafuta, tukaanza kumtafuta, nilienda huko mke mwenzangu, nikajua labda amerudi, amekuja kumchukua mtoto hatukufanikiwa tena kumpata kumpata akasema hajarudi kumchukua mtoto ndo mpaka leo hatujafanikiwa kumpata mtoto. Kwa upande wake Godfrey Mwakitalima ambaye ni mpangaji mwenzake na Neema Gaspa, Enes ambaye ni mmiliki wa nyumba anayoishi Neema Gaspa, Amina Ritiko ambaye ni mke wa shemeji yake na Obedi Mwampagama ambaye ni shemeji wa Neema Gaspa wameeleza namna walivyopata taarifa ya kutoweka kwa mtoto huyo ni mpangaji mwenzake na ambweni Mwampagama. Ilikuwa ni juzi kwa mimi binafsi nimepata taarifa saa mbili na dakika tisa. Nimetumiwa meseji nikiwa naangalia game ya ya Yanga kwamba mtoto wa mdogo wako amepotea nyumbani. Nikauliza amepotea, ameenda wapi? Mtoto mdogo, wakasema amepotea. Nikatoka ukumbini nikawa naenda, nikaishia njiani kwamba huyu itakuwa na enjoy ni mwenzangu alikuwa ananiambia, nikarudi tena ah, nikaona kama anazidi kutuma meseji. Kufika pale nyumbani nakuta kweli mtoto hayupo. Kiukweli kwanza pale tuipigwa na butoa wengi tulisikitika, binafsi niliumia sana yani, eh, niliumia mpaka machozi kwamba ni mtoto mdogo ambaye kila siku tupo pale, tupo wapangaji, mlango wangu huu hapa, mlango wake huu hapa, lakini cha ajabu bwana tukaambiwa kuna mtu alikuwa anamsindikiza ambaye ndo mke wa mdogo wangu, huyo dada tukampigia simu. Asante Mungu akukataa kuchelewa, alifika. Na wakati huo amefika, kwanza kabla ya kufika sisi tuliwasiliana na uongozi, balozi wa mtaa pamoja na mwenyekiti. Nikatoa taarifa mimi mwenyewe kwa wote hao, nikaenda kituoni mpaka sentro, na dada yule tukaenda naye kule pamoja na mme wa huyo dada ambaye ndo amepotelewa na mtoto na tukafika Central akabaki kule kule yule dada akabaki pamoja na huyu ambwene akabaki kule, wakasema kwa upelelezi zaidi. Siku ya juzi jana tumeenda, wamesema watatupa majibu, hawajatupa majibu. Walisema watakuja ambao ndio leo, leo tumekaa nao asubuhi saa mbili, wamesema bado wanaendelea na uchunguzi. Kwa mpaka sasa taarifa bado hatujazipata kwamba wamefikia wapi. Labda rai yako ni nini sasa kwa matukio kama haya? Hmm. Inasikitisha na inashtusha na pia inaumiza tena. Mtoto wa mwenzio ni wako, kama tunavyojua jamani, mtoto wa mwenzio ni wako. Mimi nilipopata hiyo taarifa kwanza, hata kwenda kituoni kwenyewe, nilikuwa nimetoka kwenye miangaiko yangu, nimevaa kakaushi, kama mnavyojua jioni baridi, nipo kwenye pikipiki. Nimefika kule baada ya ninavorudi, ndo naona hali ile. Kweli mimi mwenyewe kwanza, nilipofika nyumbani, kichwa kimeniuma sana, nimeumia, nimetoa machozi nimesikitika lakini, pia naamini Mungu mwema, Mungu mwaminifu, anasikia tukiomba, anajibu. Pia mtazamaji unayenisikiliza, tunaomba ushirikiano popote. Tumetoa taarifa kwenye vituo vya polisi. Kwa jina naitwa Enes Lwingwa, mimi ndio mama mwenye nyumba. Mimi nilikuwa ndani napika, nikashangaa mpangaji wangu ananiambia mama, mtoto hayupo Nikasema ameenda wapi? Anasema mimi miminaniliyafika hapa, nimeingia ndani, sijamkuta mtoto nivo, wenyewe sikumkuta, ikabidi e nimfate mke wangu, maana niliakuta maandazi, nikajua basi dadake amekuja, basi atakuwa ameondoka na mtoto, basi moja nimfate. Kwa hiyo nivyomfata, namuuliza mtoto yuko wapi? Anasema mtoto si, nimemwacha kwenye godoro pale Asa, kwenye godoro hayupo. Tukabaki tunashangaa, hayupo. Tukabaki kushangaa. Ikabidi tumtaarifu balozi kama wakaanza kuwasiliana nananilia na serikali. Mina Lwitiko Mwampagama, nilikuja juzi kwa mdogo wangu. Ni kwanza niliwahi asubuhi kwenda kujumua, nivyowahi kujumua nivyorudi, nikaenda kupika, nikaendelea kupika nivyorudi kwenye biashara zangu nikaendelea kupika. Nilipofika saa kumi na mbili nikasema leo sijaenda kumuona mdogo wangu, waje niende nikamuone. Nivyokuja hapa nikakuta yuko na dada yake, wako wawili tu nilikuja na kuna mpangaji alitokea hapa, alikuja nyumbani, ndo nikasema basi twende na huko kwa nikamwone mtoto. Ndio tukaja hapa nikamkuta yuko na dada yake, tukasalimiana na dada yake pale na yeye mwenyewe tukasalimiana, ila mtoto alikuwa shambani. Tumesalimiana baada mimi, baada ya muda nilipofika saa kumi na mbili kama na dakika, nikasema basi mimi niende, nimemwacha mtoto wangu yule pale, nikasema nimemwacha nyumbani peke yake, akasema basi sawa. Nilipotoka hapa nikapitiza mpaka sokoni, nimefika sokoni kule nimenunua vya kununua nikaa narudi nyumbani na yule mwenzangu naye tulikuwa naye akawa anakuja moja kwa moja huko kwa mimi nikawa nyumbani. niko naosha moto sijakata hata dakika kumi ndo nikakuta mume wake anakuja shem vipi nikasema safi karibu akasema asante vipi umekuja kumchukua mtoto nikasema mtoto gani akasema mwanangu nikasema sasa mwanao mimi nimpeleka wapi saizi jioni na baridi kwani mamake hayupo maana nimemuosha mamake pale pale umemkuta analia akasema hapana nimemkuta mtoto ndani hayupo. Nikasema labda mama yake amemchukua ametoka naye, anapomsindikiza dada yake, amesema hapana, tumemkuta mtoto hayupo. Hata mke wangu mwenyewe nimekutana naye mke wake, mtoto hayupo. Ndio nikasema eh, sasa imekwaje kwaje, mtoto amechukuliwa ndani? Akasema sijui. Basi akawa anaondoka mume wake, baada ya muda naye akawa anaingia, nivyo, unambeba mtoto sasa na mimi twendage huko huko. Akawa anaingia dada, mtoto hayupo. Nikasema ume umemwacha umemwacha na nani? Akasema nimwacha peke yake, nikamsindikiza dada. Sasa nani ameingia kumchukua mtoto? Anasema sijui ndo tukawa tunaondoka wote, sasa kuja huku, ndo kuja sehemu ya tukio hii. Ndo tukakuta ndo kama hivyo, watu wameshaja tayari, naye mama huyu naye amechanganyikiwa. Mama mtoto yuko hapa, kaza mtoto, na sisi tumekuta hayupo. Mama anasema alikuwa ndani humo, naye ameambiwa tu kusema mtoto huyu ndani hayupo. Maana kwa ndo ikawa hivyo, watu wakawa wamejaa, ndo mambo mengine yakawa yanaendelea. Anaitwa Obedi Adamu Mpagama, ni ni kaka wa Ambwene Mwampagama aliyeibiwa mtoto. Ilikuwa ni juzi hiyo, baada ya tukio nilipigiwa simu nikwa kwenye kazi zangu, nikawa nimekuja hapa. Kwa kweli mazingira ya tukio yayetusikitisha wengi, kwa sababu ni tukio ambao kidogo limetushitua wengi, limeshitua jamii. Maana tulikuwa tunasikia, lakini tumeona kwetu, kitendo cha kuibwa mtoto ndani alafu mtoto mchanga kwa kweli kwa, kwa sisi limetuumiza sana, japo mazingira yote yaliotokea tukio. Tumeshapeleka taarifa polisi na wamelihangaikia mpaka saa hizi wanazidi kulihangaikia. Yote tumewachia wao waangaikie kule, kwa sababu sisi wenyewe tulihangaika binafsi, lakini hatuna yani hatuna mwelekeo kwamba inakueje atapatikanaeje, lakini polisi pia tumewachia na viongozi wote wa kiserikali wanalishughulikia. Mimi ndio baba yake Ambwene. Ee, mimi nilikuwa niko shambani Chunya, nishtukia tu wananifuata jana kwamba mtoto amepotea jana jioni. Sasa nikaja ghafla sana jana kuja kufika hapa kuta kweli mtoto hayupo kuuliza ilikuweje, ndio akaanza kutueleza kwamba alikuja binti mmoja ambaye anajiita ni dada yake alikokuwa anafanya kazi siku za nyuma. Baada ya hapo, ndio anapoondoka anapomsindikiza, ndio nyuma huko anabaki mtoto anachukuliwa. Basi kwa hiyo mimi nilikuta tayari wameshapeleka ripoti polisi, wote zimesambaa mote kwa hiyo ndio hilo tuliyoliona tuliyolipata hapa. Kwa upande wake mjumbe wa serikali ya mtaa wa Iyela 1 Ambakise Kilindu ameeleza namna alivyopata taarifa ya kutoweka kwa mtoto huyo na hatua ambazo amezichukua hadi sasa. Jina anaitwa Ambakise Ulingeta Kilindu, ni mjumbe wa serikali za mtaa, mtaa wa Iyela moja Airport. Ae, tukio la kuibiwa na mtoto nimepata taarifa saa mbili kama na nusu usiku ndo nikapigiwa simu na kijana mmojawapo ambaye anamfahamu huyo kijana, anatoka eneo la tukio hilo. Ae, baada ya kupigiwa hiyo simu nilikimbia mpaka kufika eneo la tukio, na nilipofika maeneo yale kweli nili, niliona watu wameshakusanyika tayari na baada ya hapo, nami na nikampigia mwenyekiti wangu Gabriel Batoni, na nilivyomjulisha Gabrieli akasema mpigie polisi kata, na polisi kata nilimpigia simu, yeye ndo alichukua hatua ya kumpigia OC-CID. OC-CID wa kule mjini na alivyompigia alivyompigia ndipo yule mkuu wa upelelezi akanirudia mimi kwamba tunakuja, ni eneo gani? nikamwelekeza maeneo yenyewe, akafika kweli eneo la tukio lile, tukakaa naye, wakamwita yule ambaye ameibiwa mtoto, wakamhoji mle ndani. Lakini kabla ya kufika pia, mimi nilijaribu kumuhoji yule ambaye ameibiwa mtoto, pamoja na mume, walifika pale, nikawaulizia ilikuweje, chanzo cha tukio. Uh, walinieleza kwamba walifikiwa na mgeni ambaye alijitambulisha kama ni dada yake na huyo mwanamke ambaye ameibiwa mtoto, lakini walivyofika anasema baadaye ndio akatoka aka waliongea. Alifika kwenye mida ya saa kumi na mbili kasoro baada ya saa kumi na mbili kasoro ile waliongea alisema akuchukua muda kama nusu saa, baada ya hapo ndipo akamsindikiza na kutoka pale, kutoka pale nyumbani mpaka sehemu ambayo alimsindikiza ni kama mita 300 hivi, umbali wa, wa, wa, wa namna hiyo. Sasa alirudi nyumbani, alivyorudi nyumbani nasema haku, haku kabla hajafika sasa nyumbani, nyumbani akakutana na mume wake. Mume wake ndo akatangulia kufika kufika nyumbani, kufika nyumbani mume wake, ikaonekana akakuta pale nyumbani hamna mtu, mke wake hayupo, akaingia chumbani na hakumkuta naye pia mtoto ndipo akawa anageuka kwamba imekuweje mke wangu aondoke na mtoto, ngoja niwafuatilie walikoenda. Alipokuwa anarudi ndo akakutana na mke wake, anadai kwenye kona. Sasa ilipofika pale kwenye kona, anamuona mke wake hana mtoto. Baadaye ndipo akawa anarudi na mke wake nyumbani, alipomuuliza kwamba mbona mtoto huna, akawa anarudi na mke wake mke wake, sasa mbona nimemwacha ndani. Wakafika nyumbani kweli, akakuta mtoto hayupo. Kwenye harakati zile za ku kunani kuangalia mtoto yuko wapi, chumbani, sebuleni, hamna. Ikabidi waende kwa mama mwenye nyumba kwamba labda alimchukua, lakini ikaonekana mama mwenye nyumba hajui kinachoendelea. Ikabidi mama mwenye nyumba arudi nao mpaka ndani kwake kwenda kumwangalia mtoto na kweli kaonekana hamna mtoto. Ndipo pale harakati sasa za kuanza kuwataarifu majirani zikaanza, na mimi ndio nikawa nafika, ndio mahojiano ambayo nilimuhoji sasa yule mhusika wa mtoto kwa pale ndipo nilivyouliza vile, nikamaliza tukaendelea na kutafuta, na polisi akawa amefika na yeye pia akaendelea na hilo zoezi sasa la kuwahoji. Baada ya hapo, ndipo askari akaamua kwamba awachukua wale watu kuondoka nao sentro, na kule sentro ndipo tukaenda nao wote pamoja na mimi, kama kiongozi nilienda kule, tukaandika ma, tukaandika maelekezo yaliokuepo kama nilivyoeleza hivi, ndivyo nilivu, nilivyoandika na kule, na hata pia wale sasa akatafutwa yule ambaye alileta maandazi pia naye akakamatwa kwa na yeye pia yupo kule sentro. Uh, matukio ya kuibiwa mtoto kutoka kwenye uongozi wetu tulioingia madarakani saizi ile ni tukio la kwanza, ila swala la kupotea watoto, watoto wanapotea, lakini ni watoto wa, wa watu wazima kidogo, ambao wana, wana ufahamu wa shuleni na wanapopatikana, kwa yani, unaweza kukuta wanakuambia amepatikana Ibrahim, alikuwa anatoroka alikuwa anaenda wapi? Ndio matukio ambayo sisi tunaripotiwa tuna tunapewa taarifa nayo, lakini tunafuatilia, labda ni sababu ya kupigwa shuleni au nini. Maana ni watoto ambao wanaopotea ni wa shule kuanzia darasa la saba au sana ndio wanaopotea kwa mazingira hayo, lakini wanarudishwa, wanakaa tena kwenye nani kwenye familia. Aa, sisi kama viongozi kuhisi kwamba ni tukio hili lilikuwa linaashiria kitu fulani, hatuwezi tukajua sana kwa sababu hivi vitu hivi vinatokea. Tumeona wengi wanapotelewa, ona wanaibiwa watoto mahospitalini huko, wanaiba watoto. Kwa hiyo sisi kama sisi hatuwezi tukasema kwamba eti hili linahusiana na, na kitu fulani. Hapana, siwezi nikajua hilo, na nitoe tu rai tu kwa watu ambao wanafanya matukio kama haya kwamba tu wamuogope Mungu. Hivi vitu hivi kama Mungu ametupa kama zawadi sisi, hawa watoto lakini kuwachukua katika mazingira ambayo yapo tofauti, kumwibia mtu ni kitu ambacho kinatakiwa kilaaniwe sana. Kwa hilo nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.